Mlangni na wamecetamana basi la Simba linalenga hapo hapo waliosimama. Basi la Simba linataka kuingia na geti. Basi la Simba linataka kuingia na geti. Ma komando wamesogea pembeni, gari za makocha hizi hapa, gari za sa kota na huko, Simba wanataka kuingia na geti kama lilivyo. Haya, basi linarudi nyuma tena na shangwe zinaendelea huko makocha haya hapa yanakwata nyuma. Simba hao wanaondoka bila kufanya mazoezi, huku makomando wanaendelea kushangilia.